Ukatili dhidi ya watoto katika mkoa wa Geita umezidi kushamiri na katika juma moja matukio manne tofauti yameripotiwa na kufanywa na wazazi ama walezi wa watoto hao huku taarifa ya jeshi la polisi ikionyesha mtoto mmoja akipoteza maisha. Esta Sumira anakuja na maelezo zaidi. Katika tukio la kwanza mtoto, Elizabeti Chuma, mwenye umri wa miaka sita, mkazi wa kijiji cha Kasamwa mjini Geita, amefanyiwa kitendo cha ukatili na baba yake mzazi Chuma Kapala kwa kumchapa viboko sehemu mbalimbali za mwili wake, kisha kumfunga mikono kwa kutumia mpira wa baiskeli kwa muda wa siku mbili, hali iliyosababisha majeraha na maumivu makali yaliyopelekea kulazwa katika kituo cha afya cha Kanyala kwa matibabu zaidi. ilimkuta kweli mtoto ana hali mbaya, hatua niliyochukua nilimchukua nilimchukua huyo nani mtoto, pamoja na baba yake, nikawapeleka polisi. Tukaenda na, na, na, na jamii basi. Baada ya kufika polisi, tulichukua PF3 huyo mtoto, tukampeleka hadi zahanati ya Kanyala, akafanyiwa akafanyiwa tiba. Alivyoeleza alikuwa kwamba anamfundisha kama mwalimu, alikuwa anampa tuition sasa ile tuition ilionekana kwamba anataka kwamba aelewe kwa wakati huu, lakini kitendo ambacho kwamba ni cha kinyama, ni ukatili ambao kwamba haufai, kwa sababu mtoto alimpiga na kumfunga kamba, kamba za baiskeli. Naye mama mlezi wa mtoto huyo Sara Richard amesema siku ya tukio hilo hakuwepo, alikuwa safarini. Tabia hiyo alikuwa akimfundisha kusoma akiwa anampigapiga, alikuwa hajamjeruhi popote alikuaga akimpiga sio sana, lakini hiyo siku ndo alimpiga hadi akatokea hayo majeruhi. Aidha, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita Mponjoni mwa Bulambo amedhibitisha kutokea kwa tukio hilo na kuyataja matukio mengine ya kikatili yaliyofanyika kwa kipindi cha wiki moja. Hata kama ni uzembe au kuto kujua, tuna tatizo pia la wazazi kutokuwa na elimu ya kutosha. Lakini kwa nini mtoto umemzaa wewe mwenyewe ushindwe kujua namna bora ya kumlea mtoto wako? Kwa hiyo hilo tu pia inatosha kabisa kwamba mazingira ya mtoto anamokulia yanatosha kusema kwamba wewe mzazi ndio unayosababisha. Na katika hali hiyo, kwa kweli, tuna kila sababu ya kuona kwamba sheria lazima ichukue mkondo wake, kwa maana vile vitendo havina ustawi mzuri kwa mtoto husika.